Tume ya Utumishi wa Mahakama imetangaza nafasi mbalimbali mbali. Kupitia hii video nitaenda nikufundishe jinsi ya kuomba ajira hizo, share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Hatua namba moja, ingia kwenye tovuti ya www.jsc.go Ukishaingia kwenye hiyo tovuti, nenda kwenye upande wa tangazo, utakuta vitu vina waka waka vimeandikwa new. Bonyeza read more. Na ukishabonyeza read more, kuna upande umeandikwa, ili kupata fomu ya kielektroniki kwa ajili ya kutuma maombi tafadhali bofya hapa. Na ukisha bofya hapo utaletewa kitu kinaitwa login na register. Login kama una akaunti tayari, lakini kama hauna akaunti register. Mwisho fata utaratibu au maelekezo utakayoelekezwa na mfumo.